Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeumaliza mwaka wa 2025 kwa utulivu na amani, na watu wamesherehekea siku kuu za mwisho wa mwaka kwa salama. Na sasa tunapoanza mwaka mpya, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie, changamoto za 2025 zisijirudie tena, amani na usalama viendelee kutamalaki nchini ili mipango yote inayopangwa kwa mwaka huu na miaka ijayo iweze kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Pia naomba kazi za mikono ya kila mmoja wetu katika shughuli zake, azibariki Mwenyezi Mungu, ziweze kupata mafanikio. Wananchi wenzangu, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru na kuwapongeza wizara, viongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi.